Niwatie moyo ndugu zangu wananchi, Mungu hachelewi, Mungu hachelewi kuitimiza ahadi yake. Mtekaji umezidi, maisha ya watu yanaharibika, na Mungu atajibu. Maneno yangu haya ni ya thamani sana, hasa kwa muda ambao nayazungumza. Kwa muda huu hakuna mtu anaweza kuzungumza na yuko nchini. Mimi niko nchini, niko hapa kwenye nchi, wengine wote wamekimbia. Kwa nini ninapozungumza wanaanza? Hey jamani, kwa jina zuri hatakuwepo. Sikiliza niwaambie, Bwana asipoilinda nyumba, wao walindao wakesha bule, na Bwana asipoujenga mji, wao wanaojenga wafanye kazi bule. Ulinzi una Mungu. Mungu akitaka uishi utaendelea kuwepo na Mungu akitaka kuondoka utaendelea kuwepo. Kuna siku tutaondoka, mtekaji ataondoka, mimi nitaondoka, mwenye madaraka ataondoka, watoto wetu watabaki, vizazi baada ya vizazi, lazima tuilinde nchi yetu. Mimi nimedhamiria kusimama na wananchi. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyechagua kusimama pamoja na wananchi, narudia tena, I want it to be very clear, mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambaye hakubali utekaji hakubali uonevu, sikubali ufisadi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho. Na wanachama wenzangu, mnielewe kabisa kwamba nimedhamiria kusimama na wananchi mpaka mwisho, mpaka utekaji uishe. Na tazama kule mbele, asubuhi inakuja na Mungu wetu ni mwaminifu, atatimiza ahadi zake. Santeni sana wananchi, Mungu awabariki. Mungu aibariki Tanzania. Asanteni sana.